Bado Kuna Ushindi TV, Ignite your Faith, Change the world. Yesu asifiwe! Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo aa. Nikukaribishe tena rafiki yangu ndugu yangu popote ulipo, tunapoendelea na mafundisho yetu ya kila asubuhi ya kujenga ufahamu na kupata hekima ya Kimungu. Haleluya! Ninayekuletea ujumbe huu ni mimi ndugu yako na rafiki yako Daniel Antony Kitua kutoka Dodoma mubashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini wewe umekuwa ni mnufaika wa kipindi hiki, bila shaka umekuwa sababu ya wengine ukielewa kipindi hiki na umetusaidia kusubscribe, kushare na kucomment. Leo ninataka tuanze somo letu zuri ambalo litakuwa na mfululizo uh, wa vipindi kama vitatu au vinne au vitano hivi. Leo tunataka tujifundishe lugha ya moyo inayogusa hisia za Mungu. Mungu ni roho, kama vile roho ilivyo na hisia, na Mungu pia ana hisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua katika zile tabia za Roho Mtakatifu, ni pamoja na na kuhuzunika, pamoja na kukasirika, pamoja na kuweza kumtweza Bibilia inasema msimuhuzunishe Roho. Kwa hiyo tunaweza tukamhuzunisha Roho, tunaweza tukamtweza, tunaweza tukampinga kwa namna yoyote ile, lakini ninajua hakuna mwanadamu asiyependa kugusa moyo wa Mungu. Sasa basi somo hili litakuwa la muhimu sana katika maisha yako na litafungua fursa mpya ya uelewa wako katika kumjua Mungu. Bwana Yesu asiye sana. Basi tuanze kwa kuomba. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa wema wako, kwa fadhili zako na kwa nguvu zako. Libarikiwe sana jina lako. Tunaalika uwepo wako na neema yako mahali hapa, tunapoendelea kutafakari ukuu wako na uwezo wako na nguvu zako. Tusaidie kuelewana na neno lako, katika jina la Yesu, amen. Tunajifundisha somo linalosema lugha ya moyo inayogusa hisia za Mungu. Kwa hiyo, Mungu ni Roho, hivyo kuna namna ambavyo roho yangu mimi na roho ya Mungu vinaweza kugusana. Kuna namna unapaswa uelewe, namna gani unaweza ukagusa moyo wa Mungu ili aweze kukusikia na kukuelewa. Biblia inasema ndege wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Neno kupatana inaonyesha namna ya tabia zinazofanana, namna ya mawasiliano yanayofanana, namna ya utendaji wanayofanana. Wako watu wengi sana wanahitaji kumpendeza Mungu, lakini wanashindwa kumpendeza Mungu kwa sababu wanakosa kuwa na ufahamu wa lugha gani inaweza kuwa sahihi na lugha gani inaweza kuwa sababu ya wao kusikilizwa na Mungu na hatimaye Mungu kuwajibu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo katika safari yetu ya ibada, mawasiliano yetu na Mwenyezi Mungu ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha muhimu sana ni kitu cha thamani sana na ni njia ya muhimu sana kuifahamu. Japokuwa ili kuwasiliana na Mungu, kuna njia tofauti tofauti zinazoweza kutumika kugusa moyo wa Mungu na kumfanya Mungu akuangalie. Ukisoma katika kitabu kile cha Nyakati wa Pili, sura ile ya, ya, ya, ya, ya saba mstari wa kumi na nne, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha alafu na kuomba na kunitafuta uso, basi mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni na macho yangu yatawatazama, yata mahali hapo waombapo. Maanake kuna lugha inayosababisha Mungu asikie na kuna lugha ambayo inasababisha Mungu asisikie. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapata shida uh, kwa sababu wanatamani Mungu asikie wa, lakini ha, Mungu hawezi kusikia kwa sababu kuna lugha ambayo wanaitumia sio rafiki kwa Mungu kuielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunataka kujifundisha miongoni mwa lugha za msingi ambazo hiyo ukiitumia hakuna namna Mungu ataacha kukusikia, na hiyo lugha ni Yesu Kristo mwenyewe ametufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo miongoni mwa lugha ambayo Mungu anaweza kuisikia kwa haraka sana, sio lugha ya maneno yanayoeleweka kama haya. Ni lugha ya machozi na kulia, ni lugha ya machozi na kulia. Sikiliza, tunapoangalia uzoefu wa kibinadamu umejaa nyakati ambazo hisia zetu sisi za ndani hupata udhihirisho wa kimwili. Hisia za ndani zinaweza kudhihirishwa kwa nje Uh, kwa namna gani, unasikia kuumia ama unasikia kufurahi ama unasikia huzuni. Sasa zile lugha ukizielewa, miongoni mwa lugha inayotafsiri kile ambacho unakiona nani? Ni machozi, machozi. Bwana Yesu asio. Kwa hiyo machozi ya mwanadamu kwa namna yoyote, awe amefurahi ama ana huzuni, huwa yamebeba lugha na yamebeba maneno halisi ambayo yanatoa mwelekeo wa nini huyu mtu anataka. Bwana Yesu asiwo sana Mach kuna machozi yanayoweza kubeba huzuni, kuna machozi yanayoweza kubeba furaha, kuna machozi yanayoweza kubeba toba na hata a, machozi yanayoonyesha una uhitaji hit mkubwa, kuna machozi yanayobeba maumivu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ni lugha gani nyepesi ya inayotokana na hisia zako kuzitoa nje na kuwaelezea watu nini unakiwaza nini unakitamani na kama vile wanadamu wanaweza kuguswa na machozi yako, na hata ikafika mahali wakatafuta namna ya kukuuliza kulikoni na wakatafuta namna halisi ya kukufanya uwasikilize, ndivyo hata Mungu anaweza kuwa sababu ya kuvutiwa na wewe kutokana na ile lugha, kama utaijua kwa umakini. Wakina mama wengi hiyo lugha wanaifahamu zaidi. Wakina mama akifurahi sana, anaweza akalia, akihuzunika sana, anaweza akatoa na machozi, na mara nyingi wale ambao wanawazunguka, machozi yale huwa yanasababisha watu wawasogelee, wawaulize kulikoni, na matokeo yake huweza kupata majibu haraka, hata kabla hawajasema kile wanachotakiwa kukisema. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo kulijua lugha ya moyo moyo una namna unawakilishwa, kwa sababu kumbuka, moyo unakaa ndani, lakini moyo unawakilishwaje kwa nje? Unawakilisha na mwili. Kuna lugha ya mwili. Kwa hiyo moyo, moyo unaweza ukachukuliwa lugha yake kwa namna ya nje kwa kutokana na lugha ya mwili inayotoa tafsiri ya kile ambacho roho au moyo wako unafikiria au kuwaza. Bwana Yesu alisema, kama kuna shida kubwa katika kanisa ni pale Wakristo wengi wasipoweza kuwa na ufahamu wa kutosha wa kujua lugha maalum, lugha sahihi, lugha adhimu ambayo hiyo nikiitumia basi Mungu ni lazima anisikilize. Na hata waumaji sio wengi wenye kujua hiyo lugha. Ndio maana inakupasa ufuatane na mimi katika somo hili lugha ya moyo inayogusa hisia za Mungu, ili nikupe maarifa yatakayokuwezesha usio na na, na kazi kubwa au kupiga kelele kwingi unapokuwa unatafuta kuwasiliana na baba yako wa mbinguni. Mungu yuko tayari kutusikia, lakini mara nyingi watu wengi hatujui lugha zinazoweza kumfanya Mungu atusikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, ninakuomba ufuatane na sisi katika somo hili na ninataka nikuombee ili Mungu afungue wa ufahamu wako uweze kujua lugha adhimu, lugha muhimu ambayo hiyo ukiitumia, Mungu hamna namna ataacha kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema haleluya, tunaomba kwa sababu tunajua anatusikia, na kama anatusikia, tunazo zile haja zetu tulizomuomba. Na maana yake nini? kama Mungu tunaomba hatusikii, maanake hata zile haja tunazozihitaji au kuzitarajia hatuwezi kuzipokea. Kwa hiyo usikubali kupitwa na mfulizo huu kila asubuhi, ili kupata maarifa yatakayokusaidia kuwa kiumbe wa tofauti sana, ambayo ukiita Mungu ataitika. Haleluya! Ukisema Mungu atasikia, ukilia Mungu atakufuta machozi. Mungu akubariki sana, asubuhi ya leo iwe tulivu kwako. Anza kutembea ukitafakari, je, ninapokuwa nikiomba au katika mawasiliano yangu ya Mungu, kutafakari je, lugha au maneno ninayoyatumia yanawakilisha kile ninachokihisi na kukihitaji kwangu kwa Mungu? Na kama sivyo, basi somo hili litakuwa faraja na msaada kwako, na Mungu wa mbinguni, ah, akubariki basi. Nikuombee Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Ninamwombea mtumishi wako huyo, popote alipo kwa jina la Yesu Kristo, mpe kuelewana na neno lako, mpe kufahamu ya kwamba anapaswa kuijua, kwamba kuwa na lugha halisi, lugha ambayo itamfanya Mungu asikie na kumpa anachotaka katika jina la Yesu, amen. Usiache kusabskribe, usiache kushare, usiache kukomenti. Wewe ni mtu muhimu sana kwa ajili ya kazi hii, kwa sababu kazi hii ya kipindi cha Tunu za Maisha Itasaidia watu wengi, watapata ufahamu na akili zao zitafunguka katika jina la Yesu. Amen. Bado Kuna Ushindi TV. Ignite your faith, change the world.